Wakati ambao siasa za uchaguzi mkuu ujao zinapozidi kuchacha nchini, viongozi wa kisiasa kutoka kwa mirengo kinzano wakirushiana cheche za maneno, spika wa bunge la kitaifa Moses Wetangula amewataka wanasiasa kuuza sera za maendeleo badala ya matusi wanapoendeleza siasa akiwaonya kuwa siasa za matusi zinawagawanya wa Kenya wakati ambao umoja na mshikamano unahitajika ili kufanikisha maendeleo nchini. Hata wale wanataka kuwa viongozi wa nchi, leta sera zenu. Uzio tu kisimama unauliza, wewe unataka kukufanyia nini Kenya Kasongo? Wewe unataka kufanyia nini Kenya one Kenyata? Wewe unataka kuufanyia nini Kenya Rutomasu?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 kama sisi tunakuhusianana hadharani maneno chafu, maneno ambayo haistahili kutamkwa na mtu mzima, we are teaching our children bad manners. Akizungumza kwenye ibada ya Jumapili katika kanisa Katoliki la Holy Trinity Cathedral eneo bunge la Kaduyo County ya Bungoma, spika huyo amewataka viongozi wa kidini kuombea taifa la Kenya haswa wakati huu mgumu ambapo utovu wa amani unashuhudiwa nchini. Nchi yetu imekuwa na changamoto, na Father amesema tuombe amani kwa sababu amani haina alternative in life. Tuombea amani ndi yetu iwe na amani tuheshimiane. Kando na hayo, Spika Wetangula ameendelea kupigia upato bima ya afya ya SHA akiwahimiza wakazi wa Bungoma kujisajili kwa wingi katika bima hiyo. Nawaomba wanaimu huye mjiandikishe katika mfumo wa SHA wa matibabu. Ulipoanza watu walikuwa nasema maneno mengi sana. Mimi kama spika kwa, kwa sababu ya mshahara wangu ninalipa kila mwezi shilingi elfu arobaini na saba na mia nane. Huyu mbunge wenu analipa shilingi elfu thelathini na mbili kila mwezi, lakini mimi na yeye tukiwa wagonjwa tuko na insurance ya bunge ambayo inatutibu. So hiyo pesa Nalipa yote kila mwezi, nia kusaidia wewe mwananchi ambaye hauko kwa mshahara kubwa. Merikialo Undugu TV.